Yes, bana hii ni sauti ya Elon Musk. Hi, bingwa eh, sasa leo hii inawaletea mabano mixer. Eh, mitembeo ya mabano mixer, mabano mixer, mabano mixer. Eh, mabano mixer sio mchezo mgumu sana, unaanza hapa akiomba unapiga umndani eh, na kete sahihi usile huko la huku, anakushambulia sana, anaweza akapiga nyundo hapo, afu anakuletea fujo zinakuwa nyingi sana. Kula huku, sawa, mixer ndo anakula hivyo, yani usije ukajichanganya. Afu anakuja unatoka, unakuja unatoka, akija hapa shtua kabisa akishika shika e, akishika shika akikata sasa hapa kama unacheza na tulatula, unaweza ukaweka hapa kwenye bluu kete, ambayo inashawishi kuna kukata hapa mona. Akikata hapa ni sare, lakini pia kuna kuna hii kwa matulatula. Akicheza hiyo unapiga, akila hapa unapiga, unakula kingi hapo, kenda kingi na goli imeisha lakini pia akila huku kuna unampiga pochi. Ukimpiga pochi hiyo baba nakuemekauka sabu kusema zibe una uzokwanza atakula huku afunakali imeisha, e. Lakini kama unacheza mtu kidogo mwenye timamu akishakata hapa nawe kata huku e, ina maana wanakuja hapa wanakuja hapa Akija hapo unashika ili akiomba upige mbele. Kwa hiyo hapo mara nyingi wanashika hapa, huwa unashika huwa unatoka hapo, unajivunja sawa. So, hapa hawezi kuomba, utaenda kingi. Ehe, kwa hiyo wanachokifanya huwa wanapiga buti eh, sasa hapa wanapo, kama unacheza na tula tula, unaweza hata ukala hapa, anaweza asikufunge kwa sababu hesabu zao matulatula hazijakamilika ila ukicheza na bingwa ukishika hapa naye anashika hapa, anakuwa limesha anakufunga, kwa sababu hapo sijui utacheza wapi sasa. Utacheza hapa, itabidi ucheze hapa, yeye anakuja hapa, utakuja hapa. Japo kama ni tulatula, bado nao ni sale, kwa sababu kama unacheza na tulatula kuna mguu mmoja hapa, anaweza akakosea ikawa sale. Mfano ukishika Tula tula akacheza hapa, hilo ni sare kwa sababu hapo yeye ata utashika akija hapa hapa unapiga unakula, e, itabidi yaombe hapa unakula atakula hili usiende kingi hapa unatembea, hiyo inakuwa ni sare lakini kete sahihi ketesei hapa inabidi ucheze, nabidi akicheza hapa ponabidi utoke hapa nipate e, e, ili anavushika hapa unatembea e, anapopiga hapa unakula unashika hapa unakula unakula mawili, hiyo inakuwa lisisi. Ile nadhani umeona tofauti yake hapa bana. Hii ni sauti ya Elon Musk e, bingwa hilo e, drafti e, kwa kwa mabano mix. Nadhani alina miguu mingi sana, japokuwa miguu mingine miguu mingine ambayo sijaonyesha ni asare, taonyesha siku nyingine.